Na mtazamaji wa Faida Online TV. Ni katika jimbo la Mtwara mjini. Jimbo ambalo limemtoa mbunge Dr. Joel Athana Nanauka kijana ambaye mara baada ya kuaminikana na Mtwara, ameaminika zaidi na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kumpa majukumu makubwa zaidi ya kuitumikia Tanzania. Tumeona ameteuliwa kuwa waziri ofisi ya rais maendeleo ya vijana ambaye sasa anakuja kuitumikia Tanzania kupitia wizara hiyo. Kabla ya hapo Jimbo hili la Mtwara mjini halikuwahi kutoa naibu waziri wala waziri, lakini saa hii tumeona historia inaandikwa kwa mara ya kwanza. Dr. Joel Nanauka anakuja sasa eh, kuipeperusha bendera ya Tanzania akiwa ah, anatokea katika jimbo hili la Mtwara mjini. Faida Online TV, watu wa Field Pass na Yana, tumezungumza na wanamtwara kujua hisia zao na matarajio yao kupitia mbunge na waziri ofisi ya rais maendeleo ya vijana Dr. Joel Nanauka. Mimi naitwa Karim Faida Faida, hii ni Faida Online TV, tukawasikilize baadhi ya vijana na wananchi mbalimbali ambao mbali, tumezungumza nao wakimwelezea Dr. Joel Nanauka na nini matarajio yao. Mimi jina langu naitwa Isa Sumani Ali Nkopa Nkandawide, mkazi wa manispaa Mtwara Mikindani. Sawa, tumeona mzee Dkt. Joel Nanauka ameteuliwa kuwa waziri wa vijana kwenye ofisi ya rais ile, unaona umepokeaje e, uteuzi huo wa mheshimiwa rais jana? Mimi katika msikia rais anatamka jina lake Joel ameniteua upande wa vijana, nilifurahishwa sana na nimekula chakula. Nilikuwa tena nilikuwa nakula chakula cha hivi hivi, lakini mjana ndizi kula <laughs> nimefurahi sana alafu ametukumbuka. Katika rais ambaye ametukumbuka Mtwara yule na maendeleo amechochea kwa kutafuta wa, waziri anatoka katika jimbo hili. Historia hili jimbo lishakuwa na waziri tangu hakuna yeah, toka enzi ya Nyerere. Yeah. naweza kuambia waziri wa kwanza nani, mbunge wa kwanza hapa shaba Najua kama leo amejengesha majumba tu. Akakupatikana waziri, waziri njoo ampatikana kwa safari hii kwa mara ya kwanza. Mara ya kwanza ametoa Samia Suluhu Hassan. Yeah. Kwa hiyo mimi nafurahi. Una matarajio gani na Dkt. Joel Nanauka? eh, unaelewa. Mimi nina miaka 75 sasa. Sitegemei chochote kile ile ninangoja vijana, watafute, nile. Yeah. Hey, kwa hiyo, katika vijana alimtafuta kijana mwanzao na anaweza kuwatumikia vijana. Okay. Ninachofurahi kingine mtu yule aliyekuwa ameteuliwa sio mbumbumbu, amesoma. Na mtazamaji wa Faida Online TV, bado tuko mtaani kwa ajili ya kuweza kuzungumza na wanamtwara kuhusiana na hisia zao juu ya uteuzi wa Dkt. Joel Athana Nanauka. Sasa hivi tuko kwenye eneo hili ambalo inafahamika kama stendi ya Mikindani, eneo ambalo linaendelea na shughuli mbali mbalimbali za kibiashara. Tumekutana mama hapa anachoma mahindi yake na nini, tuzungumze naye atuambie yeye kwa upande wake ana kipi cha kuzungumza mara baada ya uteuzi huu. Kwa jina naitwa Salima Selemani Upole, mkazi wa bomba la Bule. Shughuli zako hapa? shughuli zangu hapa nachoma mahindi, mama jasilia mali Yaani, tumefurahi sana wana Mtwara, haijatokea hata kwa mwaka. Yaani ndio mara ya kwanza kabisa kwa kumpata waziri. Okay. Na matarajio yangu, tunashukuru kabisa kuwa mbunge wetu atafanya vizuri, au waziri wetu atafanya vizuri. Ndio. vijana hawana ajira, akina mama kama i mikopo tunaitamani, tuna na sisi tunafurahi kama, kama wanakusini. mlitarajia kwamba atakuwa waziri? hatukutarajia yaani hatukutarajia kabisa, sisi tulitarajia kuwa ni mbunge tu. Mimi e, kwa majina naitwa Juma Selemani maarufu Mkaria Ganda, ni bodaboda hapa stendi ya zamani. Unazungumzaje uteuzi wa Dkt. Joel Athanas Nanauka? yeah. na Joel ni itajio la vijana wa Mtwara. Ilikuwa tunamtaka siku nyingi sana, kwa hiyo waliofanya maamuzi, na sisi tukampokea akaingia kwenye vijana tukamsapoti, hatimaye leo mpata ubunge na mpata waziri. Tuna imani na ile yeye na, na, na, na, na, na, na, ni mtu wa vijana kwa sababu tokea hapo alikuwa yuko pamoja na vijana kwenye ile foundation yake vijana wengi wamewasapoti kwa kwa okay. na tuna imani ataendeleza kwa support vijana kupitia nafasi yake aliyokuwa nayo unatamani aanze na nini kwa upande wa mkoa wa Mtwara ingawa ni wa Tanzania nzima lakini kwa Mtwara kwa upande wa vijana unamshauri labda ataanze na kitu gani uh, kwa vijana atuwezeshe kwanza kupata mikopo kwanza ya, ya, ya, ya, ya masharti nafuu na no, vijana wengi tunatamani hicho kitu pili nitamwambia asi yani sisi bodaboda tumemsapoti sana, asitupe mkono. Kwa hiyo kampeni zake nyingi, sisi bodaboda tumeshiriki, na mwenyewe ameona. Kwa hiyo katika vijana ambao kwanza kuangalia, ndio kundi na bodaboda kwanza, kwa sababu kidogo chetu sisi kikubwa bodaboda, na kupata pikipiki zetu wenyewe, kwa sababu tuko wengi, tuna pikipiki za mikataba, tuna pikipiki za mabosi, masharti mengi, manyanyaso mengi. Kwa hiyo akituwezesha sisi kidogo Yataendelea. Naam, mtazamaji wa Faida Online TV. Saa hii tumefanikisha kufika moja kwa moja katika maeneo ya sokokuu la mkoa wa Mtwara na tumekutana na mwenyekiti wa wafanyabiashara kwenye soko hili la la mkoa wa Mtwara E, tuzungumze naye kwa upande wake atuambie kwa sababu na na vijana wengi hapa ndani. Huyu Dr. Joel Nanauka ameteuliwa kwenye nafasi hii ambayo inahusu moja kwa moja vijana. Yeye anazungumziaje pengine? Kwa majina naitwa Hamza Masudi Licheta ndiye mwenyekiti wa jumuiya ya wafanyabiashara mkoa wa Mtwara kwa sasa. Kwanza mimi binafsi mepata faraja uteuzi wa mheshimiwa Joel Hasan Nanauka kuwa waziri wa vijana, kwangu nafuata faraja kwa sababu historia inajirudia. Mbunge wa kwanza wa jimbo la Mtwara ameshakuwa ikuwa naibu spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, toka mbunge wa kwanza wa jimbo la Mtwara. Leo inakuja tena bahati nyingine ya kupata kiongozi mwingine kwenye jimbo hilo hilo tena sasa tunapata waziri mwenye zamana isiyokuwa na mtu mwingine peke yake, peke yake hiyo peke yake ni kongole kwake. Na akupata uwaziri kwa maana ya utashi, amepata uwaziri kwa maono yaliyoonekana. Serikali imemwona, mama pia imemuona, kamati imemwona, aliyemteua imeona anaweza kuwavusha vijana nchini. Matarajio yako ni yapi? Matarajio yangu kwa wanamtwara hasa vijana wamepata mkombozi wa kila aina ya ukombozi wanaohitaji. Watu wengi kwenye sekta ya biashara wanafikiri kuvushwa ni kutoa pesa kuwapa. Kuvushwa ni maono yanayokutengeneza kisaikolojia kwenye maisha yako ya kawaida, yanayokufanya uweze kupata ajira ya kujiajiri kwenye reform sekta ya biashara. Lakini niwapongeze ni wa, ni wa na Watanzania kwamba wamepata kijana makini kutoka Mtwara wamtumie ipasavyo atawasaidia. Jingine ambalo nataka kusema kama taifa ni kwamba tusishabikie kushaguliwa kwake, tupokee maono yake yatakayokuja ya wafushi wa Tanzania. Nia ya Joeli kwenye mawazo ya mimi binafsi na wana Mtwara ni kuhakikisha Tanzania imepata ufumbuzi hasa vijana kwenye sekta yao. Na mtazamaji wa Faida Online TV ni mwenyekiti wa Jumuiya ya wafanyabiashara mkoa wa Mtwara lakini pia ni mwenyekiti wa wenyeviti viti manisipa Mtwara Mikindani. E, Mzee wetu akizungumzia suala zima la uteuzi wa lazima, Dr. Joel Athana Nanauka ambaye ameaminika na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan lakini pia alianza kuaminika na wanamtwara kwenye jimbo la Mtwara mjini na kumpa nafasi ya kuwa mbunge kupitia Chama cha Mapinduzi CCM. Sisi tumezungumza na baadhi ya wanamtwara wakielezea kwa upande wao wana imani gani na Dr. Joel Nanauka na wamezungumza no, kile ambacho wao wana imani naye na matarajio yao kwao mara baada ya ku, e, kuchaguliwa ama kuteuliwa na Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan jana, lakini leo pia amekula kiapo Dodoma cha kuwatumikia Watanzania kwa ujumla. Mpaka kufikia hapo, nimefikia tamati. Naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbusha kusubscribe, kulike na comment yetu, ili endelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa Field. Asante na kwaheri.